Naitwa Kizuri Mgabo Kitondo namua jojo. Nesi Zawadi akatokea kutoka dukani kwake akaniambia, ah, Kizuri upo, ebu nisubiri tushuke, usiniache nipeleke hadi kwangu. Nikamwambia sawa. Kama dakika mbili akafika, kambeba kwenye pikipiki, tukaanza safari ya kuja. Kuna sehemu naitwa kwa Ng'ombe akapigiwa simu, ivyopigiwa simu akaanza kuongea miongea na hiyo simu hadi hadi uko mbini kuna unakata kuona kama unaenda Nyaburundu unaingia center, akakata simu, akaanza jana ilikuwa siku, kuna watumishi niwapeleka kule, kuna niliao walifanya Nyaburundu niwapeleka kule muda wa saa tisa wakanipiga nikawafuta walikuwa wawili. Sasa kana nieleza na niambia muda umejua kina Steve, sisi ndio sasa tunakiamsha, mimi nilikuwa msia na nisimulia nimsherekea sana nimkunywa. Sasa muda tunaongea, tumekaribia kwake. Tulivyofika pale nikakata kona, nilikuwa nimewasha taa za za parking. Nilivyofika pale kwake kulikuwa na pikipiki ana nyumbi na nikaona mtu amekaa kwenye pikipiki piki pale, anashuka anashukaa Kimasai amejifunika, nikampiga taa kubwa. Nilivyompiga taa kubwa, nikamsogea Zawadi akaguna mm, Kizuri, naomba unirudishe, fanye vyo vyetu, unirudishe, nirudishe huyu mtu ataniua. Nikamwambia sawa, nikageuza pikipiki. Bahati mbaya pale hivi kukuwa na mchanga wa kifusi, hivyo kata kona koa na tairi ya mbele kagota mle hivyo gota mle kutoka ikawa shida, na yule jamaa akashuka na kunifuata speed, akaniuliza nataka kumpeleka wapi, akaniambia nimrudishe pale pale, sijamjibu vizuri, akanirusha ngumi, nikaikinga, akaendelea bado ah, na nashangashanga, akachomoa kisu kwenda kunichoma, nikaruka kwenye pikipiki, nikakimbia. Nilivyofika hapo, nikavuka fence, nikapiga yowe mdomo mwili hivyo. Nilivyopiga nikachungulia, namuona kulikuwa na taa miwasha, zile taa nikamwona mshika anamchoma visu viwili kwa mgongoni pale pale, nikakimbia hadi center kuita watu, jamani, tukimbie huku, Ndege anamfanyia nesi Zawadi fuja, anamchoma visu, ndio tukakimbia. Kufika pale tunakuta mishamo, Ndege amekimbia. Tulipofika pale tukakuta milala chali utumbo huko nje, watu wakaanza kulia, wengine wakaanza kupiga yowe. Baada ya hapo, wakapiga simu kituo cha polisi cha katika kituo cha polisi walikuja wakachukua mwili wa marehemu wakanichukua mimi pamoja na mtendaji na mwenyekiti wa kijiji tukaenda kule kutoa maelezo. Ndio ilikuwa hivyo. Namfahamu kwa, kwa nesi alivyofika pale alikuwa zamani, kwa mwanzo nilikuwa nauza kuku, nilikuwa namuuzia kuku. Ndio tukafahamiana pale baadaye nikaacha kazi ya kuku nikaendelea kazi ya uboda kwenda pale juu ananipigia, nipeleke, nimpeleke kama mara tatu, kwa hiyo jana kwa mara nne. Okay. Wewe uh, kitendo cha kumkuta Ndege nyumbani kwa nesi hili alikukushtua au uh, unafahamu wana mahusiano yote? Alinishtua vnsi uh -huh. Nilivyomkuta kwanza nilivyompiga taa akajifunika, nikarudia nguvu ndio akajifunua akaja sasa spidi, nikajua hapa kuna kitu.